Tatu kwa Yanga sio kitu cha masiara. Okay. Jadi ule unatakiwa kwanza ulielewe. Uh -huh. Eh. Uh -huh. Sio kitu cha, cha sio so, cha masiala wale jamaa watanii utaongea maneno yote. Uh -huh. Lakini wale jamaa wanavyohitaji pointi tatu. Wanavyohitaji pointi tatu. Oya wewe oh. Misuli wanaotumia sio ya masiala. Sio kwamba wana, wanaogopa wana ya tucheze. Ah Yanga muogopi Simba. Iye ni unatakiwa ulielewe. Yanga sisi hatuogopi. Uh -huh. Yanga na mambo yake na TFF nyuma ya pazia. Uh -huh. Kwa hiyo wanataka wenyewe waikane sawa, na mimi nasubiri nione Mona, nani? Mona atashinda. Akishinda Yanga kuna kitu kikubwa sana tutapata msimu ujao wa ligi. Akishinda TFF, kuna kitu kikubwa sana tutapata msimu ujao wa ligi, sijui unanielewa. Lakini Yanga hamuogopi Simba, hilo unatakiwa ulielewe, yana okay. hamuogopi Simba haki ya Mungu nakwambia, jadu, wala hapa tuchekeshi. Yanga hamuogopi Simba Amwogopi Simba, hey. Yanga hey. Amwogopi Simba brother, atuogopi hata kidogo. Yaani heshima hiyo, akutogopa sisi Yanga ana, ya kusemetea Simba ni waheshimu hivi niwakimbie? mm -hmm. Wewe Yanga heshima hiyo bado hajatupa sisi. Hajatupa. <laughs> ya, ya Yanga makando makandokando yake na TFF nyuma ya pazia, ya jadu. Yaani wewe okay, ukijua, hautotamani tena mpira huu kuupenda huu wa Tanzania Yaache, muda utafika, kila kitu utakijua. sijui nanielewa, wanataka kuwekana sawa kule watiane ukubwa, ya. Lakini sisi tunatakiwa tuandae timu yetu kwenda kucheza mchezo mgumu na Yanga, wao waje sawa wasije sawa, ila sisi maandalizi yetu yanatakiwa yazidi zaidi ya asilimia mia.